Na serikali ya Tanzania inatarajia kuzindua programu ya kielektroniki ya masuala ya ardhi kuanzia upangaji, upimaji hadi utolewaji wa hati ndani ya miaka mitano ikilenga kuachana kabisa na hati za karatasi ambazo zimekuwa zikitoa mwanya kwa maafisa wa ardhi wasio waaminifu kufanya udanganyifu. Akizungumza katika uzinduzi wa programu ya kuwezesha umilikaji ardhi, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, William Lukuvi, amesema utaratibu huo ni moja ya jitihada zinazolenga kupunguza migogoro ya ardhi hapa nchini. Mwisho wa audit hii, mwisho wa uchambuzi wa programu hii kitaifa, itatuwezesha kujua ni wangapi ambao wana mashamba pori ambayo hawayaendelezi. Serikali itayachukua na ikishayachukua tutapanga upya kipaumbele kitakuwa ni wananchi waliopo karibu na mashamba hayo. Katika hatua nyingine, waziri Lukuvi amesema serikali ina mpango wa kukagua umiliki wa ardhi kubwa kuanzia ekari hamsini na kuendelea kuanzia mwezi Aprili ili kujua wamiliki na shughuli zinazoendelea katika maeneo hayo. Ifike mahali hati na dokumenti zote halali za ardhi za umilikaji na upangaji na uchoraji na kila kitu na usimamizi zitoke kwenye mtandao kwa njia ya electronic na mwisho wa yote itatufika mahali tutatoa kadi au hati moja isiyokuwa na karatasi. Ni kadi moja ambayo ndio hati ambayo itakuwa inaweza kusomeka, itakuwa na barcode, itakuwa inasomeka kwa, kwa mtu yoyote ambaye ana smartphone. huko ndio tunakokwenda. Awali akizungumzia uzinduzi wa programu ya kuwezesha umilikaji ardhi, Katibu Mkuu Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Dr. Yamungu Kayandabila amesema programu hiyo inalenga kuongeza uwazi na faida kwenye mikataba ya uwekezaji kwenye mashamba makubwa. Mgeni rasmi, najua utashare uta, uta na wageni wetu hapa, lakini niseme tu kwamba programu yetu inalenga kuongeza uwazi na faida kwenye mikataba ya uwekezaji kwenye mashamba makubwa. Program ya kuwezesha umilikishwaji ardhi itasaidia kuongeza thamani ya ardhi ili iweze kumsaidia Mtanzania wa kawaida hasa waishio vijijini ambapo itaanzia Ulanga na Kilombero. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam ni Dr. Suraimos Mtenga wa Channel 10.